Unasikia kiwaiki, yeah. wanasema huko raia wa Rwanda lakini uko na karte ya Kongo. Kuna kiri, si hmm? Yeah. Hmm. Na munagari yeah. Hmm? si uh, uli, uli pataka karte na, na ulifikaka Kongo. Sasa wakakupatia ya sasa wakakupatia carte d'electeur ya Congo. Nani alikupatia? <tipane? tipane> <Hein? tipane> Watu zaidi ya 40 wote, raia kutoka taifa la Rwanda, wamekamatwa wilayani Nyiragongo na wengine mjini Goma, wakati wa msako ulioendeshwa na AFC M23, wengi wakiwa na vitambulisho vya jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo, akisema Willy Ngoma, msemaji wa ARC, huku kamanda wa mji wa Goma Jimi Nzamuye akisema wakaazi hawa watarudishwa nyumbani, wakifata utaratibu na sheria za kimataifa. Kwa njia zenye hazijulikani wamejipenyeza wenyewe, lakini wakati wanafika hapa, government ya Kongo inawapatia documents za nini za <coughs> Kongo ndio hizi, na wenyewe wanakuelezea kwamba documents zao za Rwanda wengine waziacha nyumbani. Hapa kandokando wanatembea na hii <coughs> na hey, so, no, na, ya Kongo. Na wengine wanasema yeye ameirudisha ameacha Rwanda, wale ndio wanafanya confusion tena. Ile yote yote ni nini, government ya Kongo ndio ilikuwa fanya hiyo manyanga. Na wengi wao sasa wenye familia za kwao sasa, mmewakamataje? Tumekamata wakati tulikuwa tunafanya msako, tumefabu clash hisi tumekamata wale wa criminal, ndio sababu ngisi ndio tumekamata na hao Wanyarwanda hisi tumekamata wazalendo na FRDC vile vile, ndio tumekamata vile Wanyarwanda na wenyewe wanakubali, anasema mimi niko Mnyarwanda lakini niko na ya wapi ya Kongo. Ndio wanaongea wazi, na vile ndio idadi iko, ndio wameelezea idadi ndio dadiiko apa 44 aba in makun intafa. Kuna njia, kuna proses. Gavumenti yao iko huko ngambo, kuna mm, mpaka yetu ya Rwanda na Congo, alafu tutawapeleka. Kunakuwa njia halali za kuwapitisha ndani, wanarudi kwao bila tatizo. Mm, la, hapana. Lakini wewe ni mwenye Rwanda ilikuwaje? Okay. Yeah. Yeah, ukapata hii, hii karte

Unato kwenu nie ni komini wa... ni hey. Sasa ilikuwa okay namna gani mpaka ukapata hii karte? tulikuwa huku zamani, kisha tukafika huku yeah, tukingali watoto yeah, tukakumariaka huku Nyumbani ni ni Rwanda eh? Ni Rwanda kaaaai eh, nyumbani ni Rwanda, wazazi wangu walitoka. Um, kisha mimi jina lako? Um, Tumaini, Bilikimasa.

Ah, mulitoka Rwanda. Tukauza mashamba huko, mukakia nunua mashamba Masisi ah. mm. Lakini muko wa Rwanda eee, nyumbani ni Rwanda mzee, na ulikia kafika mkongo na managani? nitoka Rwanda nifika mkongo kuuza mashamba mm. Sehemu gani asi. Ngambo gani njoka nyuli enda nunua shamba ni Masisi. <laughs>

Okay, afu exercise ya kurudisha lafu utaona e wakurudisha hmm. Afande, unasema hao watu umewakamata wapi na walikuwa wanafanya nini? ni, ni, ni, ni. Ah. umeona wanyarwanda sindio umeonaiasiwanakuambia si ni wanyarwanda wameingia wame wakati ya kiseketi wameingia, wakati ya gvenema ilikuwa hapa afu wakawapatia, wakaanza kuwapatia makati na wakaanza kufanya maisha. Hao ndio wanaenda kuleta makonflikto. Wanaingia mashamba za watu, utaniambia watu yote na wengine hatuyawapate, au watu wanaishi wapi? Wanaishi namna gani? Wanafanya nini juu waishi tadiri hapo? Wanaenda wanavamia mashamba za watu, wanafamia mimea ya watu, wanavamia ma, e, ngombe eei ma. Lakini umefanyaje kugundua sehemu wapo, kwa sababu Gome na wananchi wengi? Umejuaje kwamba hapa kuna wageni? Si, si tulifanya msako basi. Na Mkongomani anaonyesha kitambulisho kwake tu mjua huyu ni Mkongomani. Na tunaleta bashefu. Bashefu wanakuwa wanaidentify na kusema huyu ni mtu yangu, usi usimjui. Huyu ni fulani. Na wenyewe na yeye kumuuliza na kubalia mimi ni mimi. Dokima umepita viwamo imenipatia. Vivyo hivyo ni kuuliza saini. Na mwana gani huyu Rwanda unampatia dokima? Ile ni sekedi ya kuuliza. Ile mambo ya ba, ya nani ya, ya bazalendo na hapa kimene kuuliza nzangi. Njoo njoo alileta formuli. Si njoo aleta ile formula kuleta wazalendo.

De Alors, si il au Congo, il do, il Hii ni kufuatia msako mkali unaoendelea hivi sasa katika mji wa Goma baada ya mji huo kuchukuliwa na M23 AFC kufuatia mapigano makali iliyoshuhudiwa Januari 26 na 27.